Kufuatia jaribio ambalo lilishindikana hivi karibuni la kumuua ama kumwondoa madarakani rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, wananchi wa nchi hiyo wameandamana mtaani wakilaani kitendo hicho kilichokuwa kimefanywa na baadhi ya wasiomtakia heri Ibrahim Traore pamoja na nchi yake. Ibrahim Traore amekuwa mfuasi mkubwa wa mambo yanayohitajika na wananchi hasa wa Afrika huku akiitetea Afrika kwa ujumla badala ya nchi yake pekee ya, ya Burkina Faso akisema Afrika inao uwezo wa kujitegemea na kuachana na kuwa tegemezi na mataifa ya magharibi. Ikumbukwe, Ibrahim Traore baada ya kuingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa mapinduzi ambayo yalimwondoa kiongozi wake wa kijeshi Danabi ambaye alikuwa ni mtawala anayeegemea zaidi mataifa ya magharibi amesema kwamba yeye haogopi kufa, lakini pia msimamo wake siku zote ni kwamba mataifa ya magharibi hayapaswi kuingilia uchumi wa Afrika. Ibrahim Traore alipoingia madarakani aliwaondoa maafisa kadhaa ambao walikuwepo katika serikali yake, lakini mbali na hapo aliondoa ushirikiano wa kidiplomasia pamoja na nchi ya Ufaransa ambayo ime, iliendelea kukalia uh, uchumi wa Burkina Faso akiamini kwamba Afrika inaweza kujitegemea, na Waafrika sio nyani wanaonuka, bali ni binadamu kamili wenye utashi wa kusimamia rasilimali za Afrika. Ikumbukwe hivi karibuni, Rais wa awamu ya nne wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete alifika katika nchi ya Burkina Faso na kukutana moja kwa moja na Rais Ibrahim Traore akiwa na ujumbe kadhaa ambao alitumwa kuupeleka na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania d Samia Suluh Hassan. Daktari Jakaya Kikwete alisema kwamba ni muhimu sasa Afrika kuendelea kusimamia rasilimali zake ili Afrika kujijenga kutokana na rasilimali zake badala ya kutegemea misaada zaidi. Hotuba ambayo iliwastajabisha baadhi ya watazamaji na wasikilizaji wa hotuba hiyo, ambapo msimamo huo ni wa Ibrahim Traore tangu waingie madarakani, hivyo wengine wakisema kwamba Ibrahim Traore ameanza kuambukiza fikra chanya za Kiafrika viongozi wa Afrika hivi karibuni limetokea jaribio la kumuua ama kuondoa madarakani Captain Ibrahim Traore huko nchini Burkina Faso, jambo ambalo limelazimisha wananchi kuingia mitaani na kulaani jambo hilo, ambalo hakika wananchi wanasema kwamba wao wako pamoja na Ibrahim Traore. Tofauti na hapo wanaendelea kulaani mapinduzi ambayo yalishindikana kufanyika hivi karibuni. Hii ni habari kutoka huko Burkina Faso kwamba wananchi wameandamana wakilani matukio ya kutaka kumwondoa madarakani Captain Ibrahim Traore, rais wao wa nchi ya Burkina Faso, kutokana na hali ambayo anawatendea na kuitendea nchi. Lakini pia ijulikane, Rais Ibrahim Traore amekuwa kipenzi cha Waafrika wengi hasa vijana ambao wanaeleza wazi kwamba amekuwa kama tumaini jipya ama ufufuo mpya wa maono ya wa Afrika hasa vijana ambao mara kadhaa wanadhani wanapuzwa na viongozi wengi sana wa Afrika, lakini Kapteni Ibrahim Traore ameonyesha mfano kuwa nguzo na kijana ambaye uh, ni mfano wa viongozi wanaotakiwa katika bara la Afrika. Ibrahim Traore pia aliyeondoa majeshi katika nchi yake zaidi ya wanajeshi elfu nne wa Ufaransa walifurumushwa katika nchi ya Burkina Faso kwa sababu ya kuchukua rasilimali za nchi hiyo. Na Burkina Faso inategemea rasilimali za madini pamoja na kilimo. Yeye Ibrahim Traore amekuwa mstari wa mbele kuwaongoza wananchi wa nchi yake katika kulinda rasilimali zake za nchi hiyo, lakini baada ya kupata chochote huwa anatengeneza ama kujenga viwanda ambavyo vinaendelea kuimarika katika nchi ya Burkina Faso ili waendelee kujitegemea kutokana na rasilimali za nchi yao, huku akiwakumbuka wanawake na watoto. Na hivi karibuni, Ibrahim Traore katika siku ya wanawake duniani hakuenda kufanya hotuba katika viwanja na kuhutubia wafanyakazi, yeye alienda shambani na kukutana na wanawake wanaojihusisha na masuala ya kilimo. Na hivi karibuni pia alinunua matrekta pikipiki piki, na nyenzo kadhaa za umwagiliaji na kuwapatia wakulima kwa ajili ya kuendeleza kilimo katika nchi ya Burkina Faso. Huyo ndiye Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, kipenzi cha wananchi, ambapo wananchi wameamua kutokeza hadharani na mitaani wakiandamana kulaani tukio ambalo litaka kumpata hivi karibuni, ama jaribio la mapinduzi lililokuwa limeshindikana likimlenga Ibrahim Traore kumwondoa madarakani ama kumuua. Wananchi wako pamoja na Captain Ibrahim Traore. Sasa wewe unasemaje? Kwa maoni yako nini kinachokuvutia zaidi kwa kiongozi huyu kijana wa Afrika ambapo yeye ni kiongozi wa taifa la Burkina Faso huku Afrika Magharibi? Karibu kwa maoni yako. Na hii ni Nyikani TV, na langu jina ni Godon Karurunga, asante.